Oye, Dokta Samia oye Kilindoni, safi, safi. Aa, awali ya yote napenda kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametuweka mpaka leo tukiwa na afya njema, lakini napenda pia kuchukua nafasi hii kumpongeza sana Mheshimiwa Rais Dokta Samia Suluhu Hassan kwa kuweka sera nzuri za afya za huduma za afya. Hii ni miongoni mwa sera ambayo yameiweka na miongozo ambayo yametupatia halmashauri zote nchini na wilaya zote nchini kuhakikisha kwamba tunatokomeza mazalia ya mbu. Na ndio maana, ndugu zangu wananchi, pamoja na viongozi, mwenge wa uhuru miaka yote, malaria, lishe, ukimwi na mengineo huwa yanakuaga ni ajenda nini ya kudumu kwenye mbio za mwenge wa uhuru kitaifa, miaka yote. Kwa hiyo, hiki ambacho tumekifanya tumekwenda kutekeleza sera, lakini na miongozo ya nchi ambayo inataka k niwapongeze nzima ya hospitali na mabwana afya kwa kuweza kufanya hivi, kuleta viwatilifu hapa, lakini vivyo hivyo kutokomeza haya mazalia ya, ya mbu katika wilaya yetu. Kama ambavyo mmesema, mabwawa tunayo mengi, hamsini na ngapi? hamsini na tisa, tunayo mabwawa ya aina hii katika wilaya yetu. Kwa hiyo yote haya yakitokomezwa, ina maana malaria tunakuwa tumeitokomeza katika wilaya yetu na katika halmashauri halmashauri zetu. Nichukua nafasi hii pia kuwapa pole wananchi ambao mnaishi kwenye mazingira haya ambao mnazunguka eneo hili. Kwa kweli ni, ni kero. Hata ningekuwa mimi naishi hapa ni kero kubwa kwa sababu ukimtazama huyo hapo huyo yuko katika bwawa kabisa. Mm-hmm. Eh? Na choo chake ukitazama naona kiko kwenye maji. Ina maana pale kile choo kitakuwa kimejaa na kama kijajaa basi hata kama akioga maji ya chooni anaingia wapi? Yeye anakuja huku. Huyu hapa naye yuko kwenye maji. Eh? Mm-hmm. Eh? Nasikia ameama lakini kwa kweli hali yake haikuwa nzuri, yaani hayuko, hayuko sawa. Lakini hata kule yu, nyumba ile pale, nimeona pale barazani kwenye ile nyumba kumejaa maji to mpaka mbele, na nilikuwa naona bata pale wanafanya nini, wanaogelea. Kwa hiyo mwenye nyumba pale anatokea wapi? Anatokea uani. Sasa huku hawezi kukaa na uani amezunguka, anapita waje, anapanga mawe eh. Haya, ukija kutazama huyu hapa naye barazani kwake kuna maji. Mbona? Kwa hiyo huo mzunguko wote hawa mbu wanaozaliana hapa kwanza kabisa wanaingia kwenye hizi nyumba. Watakapoingia kwenye nyumba za karibu wanaenda kuleta madhara. Kwa hiyo ina maana wenye maeneo haya yote asilimia kubwa ugonjwa wa malaria hauwezi kuepuka. Lazima wataupata wao pamoja na watoto. Eh? Kwa hiyo mimi nichukua nafasi hii kuwapa pole lakini niwahakikishie tu kwamba serikali yenu chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan inawajali na inajua nini cha kufanya ili nyinyi muondokane na hii adha. Cha kwanza kama hivi tumekuja kupulizia hapa kuua hivi viuatilifu ili kuua vijidudu, ili vifanye nini, visiweze kuja katika nyumba zenu, visiweze kuwadhuru na kuleta magonjwa ya mlipuko kama malaria, kuhara na mengineyo. Lakini la pili, mmetoa changamoto ya hapa maji kujaa hapa, kama ambao ukasema mwenyekiti wa kijiji, mmetenga kama ni barabara ambayo inaingia hivi, na ukitazama kwa imekaa kibarabara, kwa sababu hizi nyumba zote zimegeukia hapa, ina maana ni kweli, ni ni barabara. Kwa hiyo mimi nitoitwa huko kwa TANROD kwa, kwa sababu ile eneo ni la TANROD waje haraka, kwa sababu wapo hapa Mafia, waje haraka waone namna ya kuondoa haya maji, kuchimba mtaro wa haraka ili maji fanini, kuondoka ili kipindi chote cha mwaka hapa pasiwe na, na maji na watu waishi hapa kwa amani. Kwa hiyo afisa tawala, upo hapa kwa niaba ya katibu tawala, mtafute meneja wa TANROD yule anayekaimu hapa, aliyekuwepo, mje hapa leo hii kuja kuangalia hapa na kuweza kuona namna ya kuondoa haya maji hapa, watengeneza za dharura zije hapa kutengeneza huo mtaro ili kero hii iwe haipo, lakini sehemu zote ambazo zina maji ambazo iko ndani ya himaya yao hakikisho kwamba wanakwenda kufanya nini kwenda kuyatoa. Lakini naomba pia nitoe wito kwa wazazi, naomba watoto wasije kucheza umo kipindi hiki ambacho maji yamejaa, wasiingie umo ndani kuoga eh? lakini vile vile kupita hapa pia ni hatari, wanaweza wakazama na vitu vingine na kupata magonjwa mbalimbali. Kwa hiyo niwaombe sana wazazi, watu wasicheze humu ndani. Lakini yote kwa yote, vile ambavyo tumewapeni kata ya Kilindoni, naomba sana mwende mkafanyie kazi. Tusilale bila bila neti, wajawazito wasilale bila, bila neti, bila neti. hakikisha kwamba neti ziwe zinafungwa katika majumba yetu. Wengine wanasema ah, mimi wengine wanasema mimi sijazoea neti bwana. Neti sijui inanikaba. Neti sijui inashindwa kupumua. Sio kweli. Hamna kipindi cha joto hapa kusema kwamba uzuri nani kwamba kuna joto au neti itakukaba huku, mazingira tunayo mazuri. Niwaombe sana sana sana. Ninapopewa neti tumie kwenye matumizi husika. Tusichukue neti hiyo kwenda kufugia nani kuku au kufugia bata au kuweka sio kwenye kufu, kwenye samaki sio kuvua sio vif samaki vidogo sio vitu gani. Eh, au kuwekea kama katika bustani za mboga mboga. Neti tumike kwenye maudhui yaliyo kusudiwa niwaombe sana , lakini vilevile tukimwona mtoto au mwenyewe una dalili za homa, nenda hospitali, usimeze dawa ovyo. Manake sasa hivi kuna madaktari wa mikono, yani madaktari vipimo eh. Wewe unaonekana joto, kunywa, una malaria, wewe kunywa dawa eh, ukinywa mseto hapo mambo yatakuwa mazuri kwao. Niwaombe sana, naombe sana, tusiwatibu watoto, tusiwapima watoto kwa kutumia viganja, vitu vya mikono tuhakikisha kwamba tunawapeleka hospitali na sisi wenyewe tunaenda hospitali kupima, ili ujue kiwango chako cha malaria. Hawa wadaktari wanajua wakupe dawa gani ili upone kwa haraka. Kwa majina naitwa Masanga, afisa afya ya wilaya hii ya Mafia. Leo tuko kwenye uzinduzi wa afua ya kupambana na viluliwa malaria, kama ambavyo iliamuliwa na mkoa kwamba leo hiwe basi, ni halmashauri zote tunaazimisha uh, ufunguzi huu wa kwenda kupambana na hii kampeni ya kuzuia malaria. Kama tunavyojua malaria katika maeneo yetu ipo bado, na tumeendelea kutekeleza afua mbalimbali za kupambana kama vile kupima, ili kuweza kujua ni aina gani ya tatizo lilokuwa nalo ili upate tiba sahihi, lakini pia tumeendelea kuhamasisha matumizi ya vyandarua. Na kama tunavyofahamu, tuna zile sera zetu, mtoto chini ya miaka mitano anapokuja kupata chanjo ile miezi tisa amekuwa anapewa vyandarua, lakini pia wamama wajawazito wanapogundulika basi wanapewa, lakini pia tumekuwa na mazoezi ya kugawa vyandarua mpaka kwa wazee wale wanaokuja kwenye huduma zetu baada ya kugundulika kuwa na malaria pia tunawapa, lakini pia na watoto wanaoenda kulazwa na malaria kali pia tumeendelea kugawa vyandarua kwao ili kuhakikisha tunapambana na, na malaria. Lakini pia tumeendelea mbali, tunaendelea kutoa elimu za afya hususan kulala kwenye vyandarua, lakini pia tunashauri sio kila homa ni malaria. Pia tumetoa maelekezo zaidi kwamba mtu atakapoona dalili basi afike kwenye vituo vya afya ili apate kipimo ili apewe tiba sahihi ya tatizo linalomsumbua. Kwa leo tupo kwenye uzinduzi huu kwa eneo hili la kata ya Kilindoni na hili zoezi litafanyika kwa halmashauri yote kwa maana kata zote nane, vijiji 23 na vitongoji 136, mabwawa yote atakwenda kugundulika kuwa yana viluilui wa malaria au wa, mbu aina yoyote wa mbu atakao gundulika tutaenda kumwaga hizi dawa ili hatimaye tutokomeze kabisa mbu na baadaye tuwe tuwe hatuna malaria katika halmashauri yetu. Kama tunavyofahamu serikali imeweka azimio la kusema mpaka kufika mwaka elfu mbili na thelathini, tuwe na zero malaria, na zero malaria inawezekana. Inaanza na mimi, inaanza na sisi wote, tuungane, tukitokomeze malaria ili mwisho wa siku tusiwe tena na kizazi ambacho tunahangaika kuwa na ugonjwa wa malaria. Kwa hiyo nitoe wito kwa wananchi kuweza kutafsiri afua wa hizi za malaria ili wote kwa pamoja tuimbe wimbo, malaria, zero malaria, inaanza na mimi, inaanza na sisi ili mwisho wa siku tusiwe na jamii ambayo inaendelea kusumbuliwa na ugonjwa wa malaria. Kwa jina naitwa Nixon Mloe ni kaimu mratibu malaria wilaya. Tuko hapa kwenye uzinduzi wa zoezi la viuadudu wilaya ambao linafanyika katika kata ya Kilindoni kijiji ki, cha Kilindoni lakini kitongoji cha Kigamboni. Aa, kwa ujumla katika siku ya leo tutamwaga dawa katika bwawa hili, lakini tunaomba utekelezaji wa bwawa hili, tutaendelea pia kusisitiza kupita katika maeneo mengine ambapo watakumu zinaonesha. Kigamboni ki jumla kuna mabao kama kumi na mbili tumeanza na bwawa hili lakini hili, mengine, na, baada ya zoezi hili tutaendelea kupita pia katika mabwawa mengine kuhakikisha mabwawa yote yanawekwa dawa. Lakini pia napenda kuwatoa hofu. Dawa hizi ni salama kwa binadamu lakini ni salama pia kwa mimea. Kwa hiyo, wananchi wasipate hofu au wasipate wasiwasi kuhusiana na hizi dawa zinazonyunyizwa, lakini pia tunaomba ushirikiano kwa jamii katika swala zima ili la unyunyiziaji wa viwadudu katika maeneo yetu lakini pia Naomba pia ku, kuwaomba wananchi kutoa ushirikiano katika swala zima la upambanaji wa malaria ambao swala moja ni kuhudhuria hospitali kwa sababu sio kila homa ni malaria. Kwa ni vizuri apate vipimo na aweze kujulikana kama ni kweli na malaria aweze kupata matibabu, lakini kitu kingine wajawazito wawahi kwenda kliniki pale wanapojigundua ni wajawazito. Kwa sababu hii itasaidia kuweza kupambana na wajawazito mapema kabla hawajapata madhara mengine. Jina langu Fatuma Amili naishi mtaa huu, nyumba yangu ile pale. Kwa hiyo ili bwawa kila mwaka linatupa kero, linajaa maji mpaka ndani, hatuna nini, vyoo, hatuna majumba. Kwa hiyo tunaomba kama kuna uwezekano tupate alau mtalo wa kudumu ya kuondoa haya maji, akija anaondoka hapa panabaki kwa pakavu. Tunaomba serikali tufanyie hivyo. Hayo ndio ya kwangu mimi. Kwanza nashukuru ujio wenu kwa kutokomeza mbu, endapo kama atatokomea kweli, lakini sambamba na hilo vilevile sisi tumezidiwa na ya maji, kama mnavyoona, nyumba hii, hapa karibu, maji ndio alifika mule. kwa hiyo kama kuna uwezekano wa kupata msaada e, maji tu ondokane nayo basi msaada tunauomba kisha vilevile tunaomba kwamba badala ya upuliziaji huo, mpulizie na kwenye vyoo, kwa sababu ukiacha kwenye vyoo mbwa atarudi tena hapa. Kwa hiyo tutakuwa hatukufanya kitu hmm. hey. Sasa mimi langu nilikuwa hilo, labda sijui hmm. kama kuna mwenzangu hmm. mimi naitwa Hadija hey, Hamisi Asmani mkazi wa Kigamboni. Zoezi hili la leo naliona lina manufaa sana, kwa sababu tunataka kuwa sehemu hiyo hmm. ya hmm. usafi hmm. tunataka hmm. tuondoe mazingira yaliokuwa machafu <laughs> na sa hasa hasa, sasa hivi kipindi cha mvua hizi mbu wengi. Kwa hiyo tunataka tuondoe usafi. Natoa uito kwa wananchi wenzangu, kwa kijiji cha ja wilaya ya Mafia tuwe, tuwe kupenda kuwa usafi na tupende kuwa na vyandarua ili kuondoa mbu na pia tuwe na mazingira safi kwa usalama wa hali ya maisha yetu. Naitwa Abdul Mamba. Ni mkazi wa Kijamboni mtaa wa Mafuriko. Leo tuko katika zoezi la kumwaga dawa ili kuua mbu anaoambukiza malaria. Eh, kero yetu kubwa katika eneo letu kama umeona ili bwa lina maji yanatuama hapa. Sasa yakituama haya maji, wakati mwingine yanasambaa majumbani. Maana mtu anashindwa, yani majumbani mpaka mpaka vyumbani, unajua tena majumba yetu hivi. Kwa hiyo sasa tunaomba serikali kama inawezekana, na njia pekee sisi wananchi tulijitolea tukatoa nguvu zetu tulichimba mtaro kule, mtaro ambao unaelekeza maji kwenye uwanja wa ndege. Sasa tunaomba serikali iongeze nguvu, ile mtaro uweze kuwa kudumu ili maji yakijaribu kukaa, yatoke, tatizo hili litapungua yani tuchekeche vichaka na nini ili mbu kutoa ku, mazalia ya mbu, na pia tutumie vyandarua, wakina mama wajawazito na hata sisi watu wazima, kwa sababu sisi pia mbu na wanatuathiri.